Vyombo vikubwa vya habari ndani ya Marekani vimeripoti kuwa Washington ipo kwenye maandalizi ya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maabara za dawa za kulevya ndani ya Venezuela. Taarifa zinaeleza kuwa hatua hii inajumuisha mipango ya kutumia ndege zisizo na narubani, yani drones, hushambulia walengwa wakuu wanaotajwa kwa vinara wa biashara ya miadarati katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Kwa mujibu wa ripoti hizo, maabara zinazolengwa zinahusishwa na mitandao ya ulanguzi wa dawa za kulevya ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikihusishwa na ufadhili wa vikundi vya kihalifu na hata baadhi ya maafisa wa serikali ya Venezuela. Washington inadai kuwa mtandao huo ni tishio su tu kwa Marekani bali pia kwa usalama wa kimataifa zaidi. Hatua hii iwapo itatekelezwa, huenda ikazidisha mvutano kati ya Marekani na Venezuela, hasa ikizingatiwa kwamba serikali ya Karakas kwa muda mrefu imekuwa ikituhumu Washington kwa kuendesha sera za uanaharakati na uingiliaji wa kijeshi. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na Pentagoni wala Ikulu ya Marekani, lakini vyanzo vya ndani vinasisitiza kwamba maamuzi yanaweza kufikiwa haraka endapo hali ya usalama itaendelea kuzorota kati ya mataifa haya mawili. Kwa upande wake, Venezuela inabaki katika nafasi ngumu, ikikabiliana na shinikizo la kimataifa juu ya siasa zake za ndani, migogoro ya kiuchumi na sasa uwezekano wa mashambulizi ya moja kwa moja ya kijeshi kutoka kwa Marekani. Iwapo mpango huu utaidhinishwa rasmi, unaweza kuanzisha sura mpya ya mvutano wa kidiplomasia na kijeshi kati ya mataifa hayo mawili, macho ya dunia yakielekezwa kwenye hatima ya uhusiano kati ya Washington na Karakas. Bana, moja ya habari kubwa ambayo kiukweli uh, inahuzunisha lakini pia inaendelea ku, kuuliza maswali mengi vichwani mwa watu ni, ni matukio ambayo yanahusu Venezuela na mkaribu wake Marekani. Kwa sababu Marekani mara ya kwanza ameshambulia boti ambayo ilikuwa inatoka Venezuela ikidaiwa kubeba magaidi na madawa ya kulevya, lakini ripoti zikaja kuonyesha kwamba haikuwa sahihi, japo kwa walikuwa wameshawashambulia na kuweza kuilipua moja kwa moja. Hivi sasa kwa, Marekani anadai kuingia moja kwa moja kwa ripoti ambazo zipo nane Venezuela na akaripue maeneo ambayo anaona kuna maabara ya kuzalisha madawa haya ya kulevya, lakini Venezuela haijatoa ripoti yoyote mpaka hivi sasa. Kupitia taarifa hizi za ndani ambazo zimetolewa, naamini watakuja kujibu na wao watatoa mawazo yao. Kinatakiwa ni kukumbusha tu Venezuela, raia wote wamepotiwa mafunzo ya kijeshi mpaka hivi sasa na kila mmoja amepatiwa silaha Sababu kubwa ni kwenda kuilinda mipaka ya ardhi yao isiweze kuingiliwa na Marekani.